Umetuleta kuwapongeza vijana wetu. Tunawapongeza sana sana sana vijana wetu kwa kazi kubwa waliofanya. Uh, Moroko tulikuwa tunawafuatilia sisi ambao hatukwenda kwa karibu sana. Mmetuheshimisha, mmepambana <coughs> tumevunja rekodi ya miaka ya nyuma. Tumepata pointi mbili hatujawahi kupata, na tumezipata tukicheza na timu ngumu. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana sana kwa hilo, na nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwapongeza wachezaji wetu, walimu, benchi lote la ufundi ambao mlikuwa kule mna tuwakilisha kusema kweli. sasa sisi imani yetu ni nini? Isi imani kwamba tutaendelea kufanya vizuri siku za mbele, na sina shaka hiyo ndiyo hasa dhamira yenu nyinyi wenyewe na sisi, ndiyo matumaini yetu, na hasa kwa sababu ya kwamba tunakuja kuwa wenyeji wa mashindano hayo siku za usoni. Mashindano yanayofuata yatakuwa nyumbani. Kama mmefanya vile ugenini, hatuna shaka hata kidogo kwamba hapa nyumbani mtafanya vizuri zaidi.